Jambo ambalo tumeliona kama kamati ya usalama ni kiwanda kuamua kuelekeza mm, maji machafu yenye kemikali kuelekea kwenye mto. Hili ni kosa. Kutokana na hii hali kuanzia leo, ni marufuku kuelekeza maji mnayotumia yenye kemikali kwenye mto ambao unatumika kwa matumizi mbalimbali mbali ya binadamu huko unakoelekea. Kuanzia sasa lakini pia maji yale yanatumika kwa ajili ya kilimo pia. Nimwagize mkurugenzi wa halmashauri, kesho asubuhi hakikisha unawaleta wataalamu wako hapa, waje wafanye uchunguzi na waniletee taarifa kuhusiana na hali halisi ya kimazingira hapa, ili sasa tuone namna gani tutawasiliana na Nemki ili waje kwenye kiwanda hiki waje wachukue hatua za kisheria.